Ao tuna imani kama yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni. Salamu Maria <tune> <tune> Roho za marehemu wapate rehema kwa Mungu. Ndugu zetu walioko toharani wastarehe kwa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo. Baada ya mwili kuwa umefika hapa, ndugu zangu waombolezaji wenzangu, kitachofuata hapa ni maombolezo kwa watu wote kufarijiana, kusemeshana na kukumbushana juu ya maisha yetu. Kimsingi, maisha yetu hapa ulimwenguni ni maisha ya kupita ambayo hajui siku wala saa Light. Kama mpendwa wetu angekuwa anajua basi, naamini kama mwanadamu ungekuwa umejiandaa lakini, kwa sababu hayajui hatujui siku wala saa, basi kubwa ni kumwomba Mungu, ndipo maandiko yanasema salini kila wakati kwa sababu hatujui siku wala saa. Baada ya mpendwa wetu mwili kuwasili hapa nyumbani, tutegemea majira ya jioni ya jioni. Na majira haya kuanzia sasa mpaka siku ya kesho, kesho asubuhi, ikimpendeza Mwenyezi Mungu, hapa tutaendelea kuwa na maombolezo hayo, na tutashiriki zoezi la chai iliyoandaliwa na familia hapa, na zoezi hili litaongozwa na waombolezaji wowote. Baada ya hapo tutaendelea kuvuta subira tukiombeleza pamoja, lakini tunategemea majira kuanzia saa nne mpaka saa sita, tutakuwa na zoezi hapa la kula chakula cha pamoja kilichoandaliwa na familia. Baada ya majira saa sita mpaka saa sita na nusu, tutakuwa tunatoka hapa nyumbani kuelekea kanisani. Hapo ndipo imani yake pendo yetu alipokuwa akisali na kumwamini na kumtukuza Mwenyezi Mungu, kanisa la parokia ya Nyakatu. Toka hapa kwenda hapo si mbali, tutazunguka tu, ni hapo parokia ya Nyakatu. Hapo kutakuwa kuna misa ama maadhimisho ya ibada takatifu ya madhishi. Baada ya ibada, tutapata historia fupi ya marehemu. Baada ya hapo, tutakuwa na salamu za lambilambi lambi. Na baada ya hapo basi tutaruhusu wanafamilia ndugu kupeleka sasa kwenye nyumba yake ya milele kijijini kwao Delta. Mwenyezi Mungu atutie nguvu, Mwenyezi Mungu atoe faraja kwetu, Mwenyezi Mungu awe msaidizi wa haya yote ambayo yametokea hapa. Mungu atubariki, atufariji na awe pamoja nasi, lakini inataarifiwa mtaa wa majengo mapya wana taratibu zao, naomba na mtaa tufuate utaratibu. Kuna daftari liko pale, kuna utaratibu wa nzengo huko pale basi. Naomba kama ni mwananzengo ama mwanamtaa huu wa majengo mapya, basi kuna kiongozi wetu uko pale. Baada ya kusema hayo, Mungu atubariki sote na Mungu awe kiongozi wetu kwa yote yanayoendelea. Asante. Na alifiwa wale waliokuwa Buganda, kamati ya mazishi na ndugu jamaa, na mzee wangu yuko hapa, basi tumfuate, ana maelekezo juu yetu. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana.